Leo ni sherehe kubwa inayofanyika kwenye ardhi ya Monduli ya kukaribisha nyumbani, lakini pia na kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan akisema mpesa baye pale mkoani, wakati wanasema kuna nafasi nne za kuzikwa watu wa Arusha walikuwa hawategemei, kwa sababu tulifahamu tayari tuna tunakusisia mama yetu alimi, lakini lakini kwa upendo, kwa upendo wa kipekee sana, Mheshimiwa Rais akaona dada yetu Namelock Sokoine anafaa kutoka mkoa wa anatoka mkoa wa Arusha lakini zaidi anatoka wilaya ile ile ardhi ile iliyobarikiwa ya wilaya ya Monduli. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais kutoka sakafu za moyo wetu kwa sababu ameanza kumwamini dadayekunando dada yetu amelelewa kwenye mila za Kimasai vizuri sana, mweshwana mweshwana; ni dada mwenyekevu mpole, lakini ana msimamo sana. Mheshimiwa, tunakuombea sana ukaendelee kumsaidia Mheshimiwa Rais kwenye nafasi yanakupatia. Niseme jambo moja, ya ndugu zangu wana Monduli, sisi wana Monduli ni jamii ya kifugaji. Asilimia kubwa ya wilaya yetu ya Monduli ni wafugaji na kazi kubwa ambao wafugaji wanahitaji ni uhakika wa maji na malisho yao, uhakika wa maji na malisho yao. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ambaye alifahamu umuhimu huu kipindi chake cha miaka cha minne akiwa madarakani, wilaya Monduli mara ya mwisho tulisaini mkataba ni wa maji hapa kutoka ibidii kupata maji kutoka toka kilomita kilometa arobaini. Tulisaini miaka ni ile kwa bilioni 28 miaka imepita zaidi ya 30 Ni Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan ambaye alikuja tena kupitia waziri weso tukasaini miradi mpaka sasa ya bilioni 38 8e kwa wilaya ya Monduli. Mama Samia ameingia kwenye nafasi ya urais akikuta miradi hii yote mikubwa inaendelea, lakini akasimama kwanza ataje na salamu akasema, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mama Samia, Mama Samia akaingia ofisi Hakikisha miradi yote ambayo ameikuta ya mtangulizi wake anaheshimu, anaifanyia kazi, na yote sasa hivi inakwenda kuisha. Lakini lakini alimaliza miradi ya mtangulizi wake, na bado ameshika vipaumbele vyake, vipaumbele vya afya na miradi yote mingine ambayo tumeipata nchi nzima, kama wakati ule wakoti ametusaidia tumejenga tu madarasa Tanzania nzima. Mama Samia ametendea haki sana watanaimaa Samia unaatika. Mama Samia hana baya yeah. Samia... yeah. Yeah, hana, hana doa lolote lakini kwanza tuongeze ta wote wote wa kujitokeza wa tu washukuru wote, vikundi vyote vikundi vyote vikundi vyote vya hamasa tulioshiriki leo ogeleiea nimeheshimisha sana, i washukuru sana mama, sana. Asanteni sana.